Nafikiri tume- tumefika salama kabisa katika mji wa Mali kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu kwa ya, ya CAF. Haitakuwa mechi rahisi ni, ni mechi ngumu, ni mechi ngumu sana hasa unapocheza away. Ya, tumeweza kuangalia, ba, t, des, tumeweza kuangalia katika mechi yao ya kwanza waliocheza e, first match yao kabisa ilikuwa ilikuwa nzuri na waliweza kucheza vizuri sana. Ni timu moja ngumu sana hasa unapokuwa nyumbani, kwa hiyo nafikiri pamoja na ugumu wao wote tumekuja kupata matokeo katika mji wa Bamako na inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutatoka na ushindi. Tume, tumepoteza mechi ya kwanza tukiwa nyumbani uh, lazima tushinde mechi inayokuja. Haitakuwa haitakuwa rahisi kama nilivyosema mwanzoni, mechi rahisi kama nilivyosema, lakini nasema kwamba ili tuweze kuweza katika hatua inayofuata na tuweze kufanya vizuri kabisa katika group letu ni lazima tuweze kupata mechi kushinda game ya kesho na inshallah tuko tayari kwa kuweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Nafikiri kila game ina approach yake. Ile game tayari ilikwisha pita, approach yake ilikuwa ni nyingine tena. Game ya kesho ni game tofauti kabisa na game ambayo iliyopita, kwa hiyo tunakuja na approach nyingine kabisa. Kwa hiyo tutegemee tofauti na mechi iliyopita. Tunafahamu umuhimu wa mchezo wetu wa kesho kwa sababu mchezo wa kwanza hatukuwa na matokeo mazuri. Tumecheza mchezo wetu wa kwanza hatukupata matokeo tuliyotarajia, hivyo sisi wachezaji tunafahamu umuhimu wa mchezo wa kesho. Kwa hiyo huu mchezo tumeuweka moyoni na tumekuja hapa kubeba alama tatu.